Kwa alimwambia nini? la la. Kisha Daudi kisha Daudi Daudi kisha akamwambia Abiathari, kuhani wa kuhani mwana mwana wa Ahimeleki, tafadhali tafadhali, hapa hapa hiyo hapa hiyo naivera, naye naye akamletea akamba Daudi akauliza kwa Bwana akasema. Daudi alipomaliza kuchukua ile naifera hakumuuliza mtu yoyote, kwa sababu yote alijua mwanadamu hana majibu. Akamuuliza Mungu. Alimuuliza nini? Je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Je, hili jeshi ambalo limeacha limeteketeza mji na kuteka watu na na familia yangu, je nitakapowafuata Nita Mungu nitawapata? Naye akamjibu, fuata. Mungu akamjibu tkuahakika utaomba nawe ukosi utawapokonya autakosa na kuwapokonya au mateka basi, Daudi akaenda yeye na wale watu mia sita akaondoka na wafasi wake waliokuwa pamoja naye, nao akifikiria kijico Besori akakifikiria kile kijiji sawa, ambapo wale waliachwa nyuma walikaa nyuma katika kile kijiji wameachwa katika mji wa re lakini Daudi akakaza kufuata lakini Daudi akakaza mwendo na, na, na wale watu mia sita wakakaza kuwafuata wale watu na na watu mia nne na wale watu mia nne waliokuwa nao, sawa, kwa maana watu mia mbili walikaa nyuma.